Na wakaribisha sana Kingo Farm, hili ni darasa ulu ambalo kila siku tunatoa elimu ya ufugaji kwa tiba za asili. Sasa leo nimewaletea umuhimu wa kitunguu saumu. Kama unatufuatilia sana Kingo Farm, pia upo kwenye kundi letu la ufugaji utagundua kitu kimoja, kwamba kitunguu saumu tumekuwa tukikitumia mara kwa mara, yaani karibia tiba zote utakuta tunawekea na kitunguu saumu. Aa, sasa yawezekana labda umeshawahi kukitumia au ulikuwa unakitumia bila kujua. Leo ninataka nikuelezee umuhimu wa hiki kitunguu saumu kwenye ufugaji wa kuku, kina umuhimu gani na kinakabiliana na vitu gani pale ambapo unakuwa unawapa kuku wako, na namna ambavyo unaweza ukakiandaa, na ni dawa zipi au magonjwa yapi unapokuwa unatibu unaweza ukachanganyia kwenye dawa zake. Nitakuelekeza kila kitu kikubwa, nisikilize kwa umakini mpaka mwisho wa hii video ili uweze kuelewa au tuweze kwenda sawa kabisa. Lakini pia kabla sijafika huko, nawakumbusha sisi KingoFarm tunajihusisha zaidi na tiba za asili kwa kuku, namna ambavyo unaweza ukatumia tiba za asili kwa kuku, na tumekuwa tukihamasisha sana wafugaji wengi mtumie tiba za asili kwa sababu sisi hapa shambani ndio tunazitumia hizi tiba na zinafanya kazi kubwa. Tumeona matokeo yake ni kubwa tumesha uh, wahi tumia tiba hizi za kawaida, hizi za madukani zinazouzwa kwenye agrovet. Kwa hiyo tunajua kitu ambacho tunakiongea. Tumeona utofauti kati ya kutumia hizi tiba kwa kuku wako na kutumia tiba za dukani. Pia hata booster zipo za asili ambazo tunatumia e, hapa shambani. Kutokana na hivyo tunalo pia kundi la mafunzo. Kama unataka kujifunza kuhusiana na namna ambavyo unaweza kutumia hizi booster, namna ambavyo sisi tunawalea kuku hapa shambani. Kuna wafugaji anaweza kawa haamini, anajua hizi dawa labda tunafundisha tu, lakini sisi hatuzitumii. Ukijiunga na kundi, utakuwa unaona kabisa namna ambavyo tunazitumia hizi tiba. Lakini pia tunavyo vitabu. Tuna vitabu ambavyo vinaelekeza Namna ya kutumia hii dawa. Kwa mfano, kitabu cha tiba za asili kile kinakuelekeza namna ambavyo unaweza kuandaa hizi tiba za asili kwa ajili ya kuwatibia kuku wako, na kinaelekeza matumizi mbalimbali ya tiba za asili tofauti tofauti. Hata hichi kitunguu saumu ninachoelekeza hapa, kule tumeweka na tumeweka namna ambavyo unaweza kukiandaa pia. Tunacho kitabu cha safari ya ufugaji ambacho kinaelezea namna na ambavyo unaweza kuwafuga kuku chotala kuwachanganyia chakula. Kama tunavyojua, kuku chotala wakichanganyiwa chakula ndio wanapunguza wana, wana, wana sana gharama za ufugaji. Tunacho kitabu cha maelekezo ya ufugaji wa kuku wa kienyeji. Hichi kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji ni kizuri sana, kama utakipata. Pia vile vile ufugaji wa hawa kuku broiler, kile kitabu zuri wa kitabu cha ufugaji wa broiler sisi ndo tunakutumia shambani. Hao hapa shambani kwao hawa kuku ambao unawaona hapa, maelekezo yake yote tunafuata kupitia hicho kitabu ambacho tumekiandika kwa umakini mkubwa sana. Vitabu vyetu vyote tumeviandika kwa umakini mkubwa sana, tulitenga muda wa kutosha wa kujifunza kuhusiana na hao kuku, ndio maana tukaja na vitabu. Vitabu ni shilingi elfu kumi, tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Aa, lakini pia kama unahitaji kujiunga na kundi, ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Ndani ya miezi miwili utajifunza vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na ufugaji. Kwa mfano, kesho ni tarehe 30, tunaingiza vifaranga hapa. Tumeanza kutoa maelekezo namna ambavyo unaandaa bulda. Kesho tutatoa maelekezo namna ya kuvipokea vifaranga. Kila kitu tunakitolea maelekezo. Aa, sasa turudi kwenye umuhimu wa kitunguu saumu. Kitunguu saumu kinafanya kazi gani? Na mara nyingi sana tumekuwa tukiambatanisha na tiba nyingine za asili. Sasa leo na kizungumzia chenyewe kama chenyewe. Kwanza kabisa, eh, kitunguu saumu kinaboresha ukuaji wa kuku ukuaji wa kuku wako wawe wawe chotala kuku wa, wa, kuku wako, wa, wawe broila, wa kienyeji. Kinaboresha ukuaji kwa kuongeza uzito. Maana yake kuku wako wataongezeka sana uzito, endapo utawapa kitunguu saumu. Lakini kuongezeka kiuzito, e, kwa ubora mkubwa, yaani hii tunasema, e, beta weight gain kuna kuongezeka uzito, alafu kuna kuongezeka uzito kwa kiwango sahihi. Yani uh, kwa mfano, unaweza kuongezeka uzito lakini ikawa ni Overweight. Uzito ukawa ni, ni mkubwa zaidi, hiyo ina shida, lakini hii inaleta kwa kiwango sahihi. Lakini pia uh, ubadilishwaji wa vimeng'enywa vya chakula, virutubisho vya chakula, tunasema feed conversion ratio. Kiwango cha eh, virutubisho kikubwa kitabadilishwa kwenda kwenye chakula endapo utatumia kitunguu saumu. Na jambo jingine uh, kitunguu saumu kinaboresha kinga za mwili. Sasa nitawaelekeza namna ambavyo e, kitunguu saumu kinaboresha kinga za mwili. Na hii ndio ni sababu kubwa ambayo inatufanya kwenye karibia ya kila dawa tutumie kitunguu saumu. Kwanza ina inafanya vizuri sana n yani, unajua kwenye mwili wa kuku kuna bakteria ambao ni harmful, yani ni wabaya alafu pia kuna bakteria ambao wanahitajika kwenye mwili wa kuku kwa ajili ya ukuaji. Sasa kitunguu saumu wale ambao wanahitajika kwa ajili ya ukuaji wa kuku kinawaboresha zaidi, kinawapa mazingira mazuri ya wao kuweza kuishi au tunasema kusurvive kwenye mwili wa kuku, lakini wale ambao ni wabaya bakteria wa magonjwa kinawaua kabisa. E, kina, kina, kinawaua kabisa kwenye mwili wa kuku. Kitungu saumu kinafanya hiyo kazi vizuri kabisa. E, pia a, sambamba na hiyo kitungu saumu kinaua e, vijidudu wa magonjwa wawe wanaosababisha magonjwa ya E, virusi magonjwa ya virusi, yani magonjwa ya bakteria chenyewe, kina kina kinaua e, hao wadudu. Kwa hiyo ni kinga nzuri sana e, kinaboresha vizuri zaidi kinga. Na jambo jingine, kwa mfano kuku wako umewapa kinga labda ya kideli Newcastle, ile ya dukani, chenyewe kinakwenda kuandaa mazingira mazuri ya ile kinga kufanya kazi. Ndio maana huaga inatokea, kwa mfano umewapa kuku wako chanjo, lakini uh, kuku wako bado wanapata kideli. Watu wengi pia waga wananipigia simu wananiuliza, mbona kuku wangu nimewapa chanjo, lakini bado wanapata kideli. E, sasa kama ulitumia sambamba na kitunguu saumu au unatumiaga kitunguu saumu, kitapunguza ile kadhia yani. Kuku, kuna baadhi ya kuku huwezi ukachanja kuku asilimia mia moja. Kuna baadhi ya kuku e, chanjo itafanya kazi vizuri, kuna baadhi ya kuku chanjo haitafanya kazi vizuri, lakini wakitumia kitunguu saumu basi mazingira yataboreshwa na ile asilimia ya kuku kufanya e, ile chanjo kufanya kazi vizuri itapanda juu zaidi. Na jambo la mwisho kabisa la muhimu kabisa hii hapa ina, tunasema ina improve e, blood parameters. Sasa nisikilize vizuri, maanake hapa nimeongea kama kimombo. Sasa kwenye mwili wa kuku hata wa binadamu kuna chembe chembe e, za damu nyekundu na nyeupe. Hizi nyeupe zinajihusisha zaidi na kulinda mwili dhidi ya magonjwa hata kwa kuku ni hivyo hivyo pia, zile uaga zinahusika zaidi kuulinda mwili dhidi ya magonjwa. Sasa e, kitunguu saumu kinaenda kuleta kiwango sahihi cha e, seli hai nyeupe ambazo zinahitajika kwenye mwili wa kuku. Kama zimezidi kitapunguza, kama zimepungua kitaongeza. Kwa hiyo sasa, kwa kufanya hivyo maana yake kinaweka kiwango sahihi ambacho kinahitaji kupambana na magonjwa e, na kama ugonjwa wote ule umetokea, basi kitunguu saumu kinazipa nguvu hizi seli nyeupe ziweze kupambana vizuri na magonjwa. Ni tuseme kama hivi, ukirudi Ulayani huku, labda me, kambi, kambi ya jeshi imevamiwa na inahitaji kuongezewa wanajeshi kwa ajili ya kusaidia, basi kuongeza wale wanajeshi ndio ni kitungu saumu. Sasa tuseme yaani kwamba kuku wako wamevamiwa na ugonjwa, maana yake pale seli hai nyeupe zinakuwa zinapambana na ule ugonjwa ili kuondoa. Sasa unapowapa kuku wako kitunguu saumu kinaenda kukuwa encourage au kupeleka idadi sahihi ya seli za kwenda kupambana na ule ugonjwa, na hata kama zinakufa seli hai nyeupe zinakufa, maanake matokeo ya ugonjwa ni seli hai nyeupe kushindwa kwao. Hata kama zinashindwa, basi kitunguu saumu kinakuwa kinawapa uwezo wa kuzalisha zaidi zile seli ili zikapambane na ule ugonjwa. Ndio maana ugonjwa unawahi kupona. Ndio maana e, kila tiba lazima tuweke kitunguu saumu kwa mfumo kama huo.